Muda fulani uliopita nilisoma kwamba urithi wa kiroho ni kitu ambacho pesa haziwezi kununua na kodi haiwezi kuchukua. Unapitisha kwa kizazi kijacho kile kilicho cha muhimu zaidi. Sasa mtume Paulo haandiki tu barua kwa waumini wa Roma, anawaachia urithi wa kiroho. Haya ndiyo mambo ambayo ni ya muhimu zaidi maishani. Sasa Paulo haachi urithi huu kwa sababu yeye ni mkamilifu, bali ni kwa sababu anaendelea kukua katika kutembea kwake na Kristo na yuko mbele kidogo kwenye njia kuliko sisi wengine. Moja ya urithi ambao Paulo anatupatia hapa ni mfano wake wa sala. Sasa tuko katika Warumi 1:8 na hapa Paulo anatoa sala ambayo ni mfano kamili wa kuigwa. Anaandika kwanza, namshukuru Mungu wangu kwa njia ya Yesu Kristo kwa ajili yenu nyote, kwa sababu imani yenu inatangazwa duniani kote. Kwa maana Mungu ndiye shahidi wangu, ambaye namtumikia kwa roho yangu katika injili ya mwanawe, kwamba bila kukoma, na wakumbuka daima katika sala zangu, nikiomba kwamba, kwa namna fulani, kwa mapenzi ya Mungu, sasa hatimaye nifanikiwe kuja kwenu. Unajua, ninaposoma haya, inaonekana kwangu kama vile Paulo anapitia daftari lake la sala na anapofanya hivyo, tunaweza kujifunza mambo kadhaa kuhusu sala ya kimungu. Na kwa njia, natumia neno sala ya kimungu makusudi kwa sababu inawezekana kuomba kwa njia isiyo ya kimungu. Kwa kweli katika Yakobo nne, Yakobo anawakemea waumini kwa kumwomba Mungu vitu kwa nia za ubinafsi, na hutakuta ubinafsi wowote katika sala hii ya mtume Paulo. Sasa kwanza nataka uone kwamba sala ya kimungu ni ya shukrani au ya kutoa shukrani. Turudi tena na tuangalie jinsi anavyoanza hapa kwenye mstari wa nane: namshukuru Mungu wangu kwa njia ya Yesu Kristo kwa ajili yenu nyote Jambo la kwanza ambalo Paulo anasema ni asante. Na kwa nini? Je, ni utajiri? Je, ni afya? Mimi ni maisha ya raha? Naam, si nafasi. Shukrani za Paulo kwa Mungu hii inahusu watu, yaani wale waamini wanaoishi katika jiji la Roma. Na unaweza kuwa umeona kwamba Paulo anasema hapa, namshukuru Mungu kwa ajili yenu nyote. Na sidhani kama kila mtu katika kanisa la Roma alistahili sifa sawa. Nina uhakika kulikuwa na watu wenye matatizo pale kanisani miongoni mwao. Tunajua kwamba Paulo alikuwa anaandika kwa kanisa lililokuwa linapambana wakati huu huu anaoandikia, kukiwa na mvutano kati ya Wayahudi na watu wa mataifa. Kwa hiyo, kumshukuru Mungu kwa ajili ya wote ni njia nzuri sana, ni njia bora kabisa ya kuhamasisha umoja. Na sidhani kama Paulo alikuwa anawapamba tu hapa. Ninaamini anachagua kuangazia uwezo wao, sio matatizo yao. Sasa kumbuka, Paulo ni mtu mwenye shughuli nyingi, hivyo kupata muda wa kuwaombea watu ambao hajawahi kukutana nao, hilo linahitaji nidhamu ya makusudi. Kwa kweli, inahitaji kile ninachopenda kuita nidhamu ya kukataa Lazima ukatae jambo fulani maishani ili upate muda wa kuomba kama hivi. Vema, sasa katika sehemu ya mwisho ya mstari wa nane hapa, Paulo anatuambia kwa nini anashukuru kwa ajili ya Wakristo wa Kirumi. Anashukuru kwa sababu yeye anasema hapa, imani yako inahubiriwa katika ulimwengu wote. Kwa maneno mengine, Paulo anasema, ninajivunia wewe kwa sababu unakuwa maarufu kwa imani yako. Usikose hii. Paulo anahimiza vipaumbele vyao kwa kile anachosifu. Angeweza kuwasifu kwa mambo kadhaa tofauti, na na baadaye ataangazia baadhi ya hayo. Lakini kwanza kabisa anasifu imani yao. Ni kana kwamba anawaambia, unajua, hivi ndivyo unavyoweza kujenga urithi wa kiroho wako mwenyewe. Imani yako ndiyo jambo la muhimu zaidi. Kwa hiyo kwanza, sala ya ya kimungu ni ya shukrani. Sasa pili, sala ya kimungu ni ya kudumu. Paulo anaendelea kuandika tena hapa katika mstari wa tisa. Kwa maana Mungu ndiye shahidi wangu, ambaye namtumikia kwa roho yangu katika Injili ya mwanawe, kwamba bila kukoma na wakumbuka daima katika sala zangu. Matumizi ya Paulo ya maneno haya, namtumikia Mungu kwa roho yangu, yanakusudia kuwasilisha kudumu, bidii na nguvu Kimsingi anasema namtumikia Mungu kwa kila kitu nilicho nacho, kwa kila kitu nilicho nacho. Unaona, kuishi kwa utauwa mpendwa, kunajumuisha maombi nana na kuomba kwa namna hii. Si mchezo, ni kazi. Si jambo unalofanya ikiwa unajisikia kulifanya, au ikiwa umefanya hii una muda wa ziada kwa hilo, au ikiwa una ujuzi wa kutosha kwa hilo Paulo anamwambia Timotheo tena katika moja Timotheo 4:7, jizoeze kwa utaua. Na nimetaja hapo awali kwamba neno hili la Kigiriki lililotafsiriwa treni ni gimnazo, inatupa neno letu gimnasium. Kama vile unavyoenda kwenye ukumbi wa mazoezi na kutoa jasho vema, unapaswa kuwa tayari kuweka bidii kwa ajili ya kazi ya Kristo, na hiyo inajumuisha maombi. Hakika kusoma Biblia. Nimekuwa nimekuwa na watu kuniambia kwa miaka mingi, unajua sisomi Biblia kwa sababu ni ngumu sana kuelewa, au au siombi kama inavyopaswa kwa sababu unajua, haijawahi kuwa rahisi kwangu, au au ningependa kuhifadhi maandiko, lakini inaonekana inachukua muda mrefu sana, ni kazi ngumu. Sasa ngoja nikuambie, mpendwa Kuacha urithi wa kiroho kama huu kuna hitaji jasho la kiroho maisha ya kumcha Mungu kamwe si bahati tu. Na kwa njia, sijui kuhusu wewe, lakini mara nyingi ninapoomba, naomba Mungu afanye kitu kwa ajili yangu, lakini Paulo anapoomba hapa, anaomba Mungu afanye kitu kwa ajili ya watu wengine. Fikiria, Paulo anaendelea kuwaombea Wakristo wanaoishi katika mji ambao hajawahi hata kuutembelea. Anawaombea waumini ambao hajawahi hata kukutana nao. Unaona, maombi ya Kimungu yanayoacha urithi wa kiroho nyuma yatakuwa ya kushukuru, yatakuwa ya kudumu. Sasa ngoja niendelee pia, itakuwa mtiifu. Paulo anaandika hapa katika mstari wa kumi: naomba kwamba kwa namna fulani, kwa mapenzi ya Mungu, hatimaye sasa nifanikiwe kuja kwenu. Uwa, lazima nikuambie, napenda uwazi wa paulo hapa. Anasema, unajua, nimekuwa nikitamani eh, hili nimekuwa nikiomba nafasi hii. Natamani sana kuja Roma, lakini nitaenda tu kama ni mapenzi ya Mungu. Maisha ya Paulo yaliendeshwa na mapenzi ya Mungu mipango yake hapa imezungukwa na maombi. Hivi ndivyo inavyomaanisha kuwa na maisha ya utii. Mipango yako iko mezani, matamanio yako, lakini lakini umeandika kwa penseli na umempa Mungu kama vile kifutio. Yeye ndiye mwenye neno la mwisho, yeye ndiye mwenye kauli ya mwisho. Hivyo Paulo hapa anatii uongozi wa Bwana wake. Mipango yake, matamanio yake Anawasilisha mipango hiyo kwa mapenzi ya Mungu na sasa atasubiri na ataona kama Mungu atafungua mlango. Hii inanifanya ni mkumbuke Martin Luther, yule mrekebishaji wa kanisa wa miaka ya mapema 1500. Mara nyingi alikuwa na wanafunzi mezani kwake wakati wa chakula na siku moja walipokuwa wanakula, Luther aliona mbwa wake mdogo akiwa chini sakafuni akimtazama kwa makini. Yule mbwa mdogo alikuwa amefungua mdomo, ulimi wake ukining'inia upande mmoja, huku macho yake hayakuondoka kwa Luther hata mara moja, anatumaini kupata kipande kidogo cha nyama, unajua, kutoka kwenye sahani ya Luther. Martin Luther aliwaambia wageni wake wa chakula cha jioni, laiti ningeliweza kuomba kama vile mbwa huyu anavyonitazama mimi na chakula changu. Hana wazo lingine, hana tamanio lingine, hana tumaini lingine. Huwa ni mfano mzuri sana kwa muumini mcha Mungu anayemsubiri Bwana. Sasa Paulo ni mlezi wetu wa kiroho, mfano wa kiroho, anatuachia urithi huu wa kiroho hapa kuhusu maana ya kuomba na jinsi ya kuomba kwa kutupatia sala hii ya mfano. Kwa kweli, hii pia ilinifanya nikumbuke usiku kabla ya seneta mpya kuchaguliwa kuapishwa kazini. Baba yake mzee mcha Mungu alimwalika yeye pamoja na marafiki zake wa karibu na wanafamilia kwenye chakula cha jioni. Baadaye jioni hiyo, Seneta mpya John Ashcroft ambaye ni muumini wa kweli alipiga magoti pembeni ya sofa ambapo baba yake mzee alikuwa ameketi, na kila mtu alikusanyika kumzunguka John. Wakaweka mikono yao juu yake na kumwombea sala maalum ya kumkabidhi na kumtenga kwa ajili ya huduma yake ambayo ilikuwa karibu kuanza katika bunge. Na John aliona baba yake mzee akijitahidi kuinuka kutoka kwenye sofa, anatumia nguvu zake zote, unajua, kujaribu kuinuka kutoka kwenye vile viti laini hakuwa anafaulu sana, na John akamwambia, Baba, huna haja ya kujisumbua kusimama na kuniombea pamoja na hawa marafiki. Na baba yake akajibu, John, sijisumbui kusimama, ninajitahidi kupiga magoti, kupiga magoti pembeni yako. Basi hilo lilimwathiri sana John katika maisha yake, na alisimulia tukio hilo miaka mingi baadaye. Hiyo ndiyo alama ya shujaa wa maombi mcha Mungu.